Fanikiwa leo kumaliza mafunzo yetu salama, tumshukuru Mwenyezi Mungu e, lakini mafunzo haya yametujengea uwezo wa kwenda kupambana na maharamia au wavunaji haramu na usafirishaji wa mazao ya mikoko. E, tunatoa tu tahadhari kwa wavunaji wote haramu wajiandae, kwa ni mafunzo haya yametujengea uwezo wa mbinu zote za ukamataji na uokozi katika bahari zetu na maziwa tumejengewa ujasiri na uzoefu. Ina maana kwamba kwa sehemu, taasisi kama taasisi imepata askari wa maji ambao watawezesha doria za majini, lakini pia ufuatiliaji na ukamataji wa mazao ya misitu ikiwemo mikoko na mazao mengine yoyote ambayo yatakuwa yanatoroshwa. Kama ulivyosikia wakitoa ushuhuda, wa askari wetu yameongezea weledi we katika kukabiliana na wahalifu ndani ya maji, lakini pia wamejifunza masuala mbalimbali kuhusu uokoaji maana ulinzi wao binafsi na kuokoa askari mwenzake, lakini pia namna ambavyo ya kuendesha maboti. Kwa hiyo kwetu sisi yamekuwa ni mafunzo muhimu sana. O, kwa niaba ya fande ya, ya, ya, ya, ya, ya pia kamishna wa hifadhi tumshukuru pia IGP kwa kuruhusu pia mafunzo ya kufanya kwenye chuo chake. Alau mafunzo haya yawe ya mwezi moja, bila shaka mwakilishi wa wa kamishna yuko hapa ile amelichukua hata sisi tunadhani hivyo kwamba akiwa ya mwezi mmoja, walau mtapata nafasi ya kujifunza mengi zaidi pengine ya haya na kupata experience zaidi na kuyatekeleza kwa utendo. Ndugu zangu, mafunzo ambayo mmeyapata yatawasaidia katika kutekeleza majukumu yenu kwa ufanisi, hasa ulinzi wa mikoko na rasilimali nyingine za baharini. Tumeelezwa hapa kwamba ninyi mmetokea katika ukanda wa pwani ambapo kuna rasilimali nyingi za mikoko na rasilimali nyingine, ambazo rasilimali hizi kama mnavyojua ninyi, sisi vyombo vya linzi na usalama tumekabidhiwa jukumu la kuhakikisha kwamba rasilimali hizo za taifa zinalindwa kwa nguvu zote zinalindwa kwa gharama zote, ili rasilimali hizo ziweze kuwafaa Watanzania, lakini nyingine tuweze kuwarithisha wengine waweze kuziendeleza kwa manufaa makubwa ya kizazi kilichopo na kizazi kinachokuja.